Hii kutoa pole kwa wafanyabiashara wote ambao wamekutwa na dhahama hii ya ajali ya moto, poleni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wananchi na wafanyabiashara ambao walipopata taarifa ya moto takriban saa 8 hususan i mwenyekiti wetu aliona umuhimu wa kuijulisha mamlaka inayohusiana na zimamoto na uokoaji. Kwa hivyo kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema, kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mkomplai na hizi taratibu na ningeweza kufanya hivyo lakini hakuna haja ya, ku, ya kusema hayo. Kama kila binadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi, ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea, kama akitimiza wajibu wake, sio ni lazima sio lazima mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa, wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo, mimi ninawahamasisheni wale ambao e, wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Mtu mzuri ni yule ambaye anapoona kuna jambo la kujifunza, naye anapata somo kutokana na jambo hilo. Kama taarifa zao zilivyosema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, si tulipokea taarifa za moto na tukafika hapa, ndani ya dakika tisa baada ya kupokea taarifa tukawa tumefika, lakini tumekuta moto ni mkubwa sana, lakini tumeweza kudhibiti ili usiweze kusambaa. Hapa kuna ni biashara ya mbao, na eneo kubwa liliokuwa limeathirika ni sehemu ambazo zina magogo, mbao pamoja na mashine, lakini tumeweza kupambana kwa wakati tulivyoweza, tukazuia moto usisambae. Na kwa ujumla waathirika wakubwa ni kama 12, lakini kuna wengine wadogo wadogo, jumla wanafika kama waathirika 30 japo soko hili lina wa, watu zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumeweza kupambana moto mpaka kufikia hatua ambayo tumefikia kuzima kabisa. Lakini kinachofuatia ni uchunguzi. Tumeshaanza uchunguzi na tukishabaini chanzo cha moto tutakuja kuambia. Zipo taarifa nyingi mbalimbali mbali, lakini nadhani hizo sio rasmi. Taarifa rasmi itatolewa baada ya kuwa tumekamilisha uchunguzi. Lakini kingine nachoomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kuambia wafanyabiashara hawa na wengine, unapopata tatizo la moto basi piga namba ya dharura moja moja nne. Wengine huwa wanaanza kuhangaika kuhamisha vitu kwa kujulisha wakubwa zao mabosi na kadhalika. Hiyo ni, ni swala su, ni swala zuri, lakini cha msingi ni uhakikishe jeshi la zimamoto na uokoaji limepata taarifa ili tufike kwa wakati na kuweza kuokoa mali zako vizuri.